Naona sikukuu zimewadia, mida yako kutembelea ndugu zako wakishiwa. Wale wana watoto wawili Chloe na Ian, muda wote unaongea Kiingereza, hujui oh, Kiingereza, unachekaga tu. Anakwambia uncle Dogo, anauliza umepiga mswaki asubuhi, wewe unacheka tu na meno yako ya njano hayo. Unaangalia TV hujatoa hata rufu, miguu juu hivi, na timu lako man inafungwa, tunaangalia marudio shenzi Umekaa zako pale, Kakloi kanakuja. Alafu unajua watoto wa kishuo uwaga wana kaibu fulani hivi, anakuja anakwambia, uncle, I know you're watching the game, but can you change the channel to Nickelodeon? I want to watch the danger. If I miss it, I'm gonna cry. Wewe hapo apo umekrem manenu haya mawili tu, change the channel Yaani kina Chloe hiyo wana miaka mitano washajua vyote hivi. Oh. Wewe upo tu. Madogo, nasoma mabasi ya njano huko. Njano umeka kwenye meno. Tafuta mzungu. Visa Mambele. Kwa <laughs> mzungu nadhani mchezo we. Unaweza kubishana dakika 30 Kiingereza. Hmm? Maneno yote yanaisha roba kina no tu. Yani eletonia, no tu. Kazi ni kubadilisha ile tone ya no. Ukisema no. Ah no no no no no no no. Ukiona kama anaelekea kuvua utu wako wa Afrika wako na wanaume wako, unasema no. No. Hapo hmm, kagusa inabidi uoshe vyombo wewe kama mwanaume hapo. Lazima uchanganyikiwe. Kiingereza mchezo. Ila hata kama umeenda kwa ndugu zako wakishua usiende mikono mitupu. Hmm? Peleka zawadi, bring them some gifts.